Ndugu wa Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliyetuwezesha leo tena kuwepo katika nyumba yake tukufu na ametupa taufiki ya kuweza kutengeneza historia mpya katika maisha yetu baada ya kutuchunga chunga na kutulinda na kutupa taufiki hivi tunavyozungumza kuwepo katika nyumba yake tukufu katika siku kama hii ya leo, siku ambayo itakapoondoka leo haitarudi tena mpaka siku ya kiama. Ni Jumaa ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hakuna tena Ijumaa nyingine baada ya hii kwa mwaka huu. Hii ni neema kubwa na ni fahari kwetu kwa uchache angalau useme alhamdulillahi rabbil alamin, nakubwa umwombe mwenyezi Mungu, subhanahu wa ta'ala, kwa siku hii ya leo na fursa uliyopewa basi, uweze kuitumia vyema siku hii ya leo, kwani itakapoondoka haitarudi tena. Baada ya kukunadia leo wakati jua linachomoza, siku hii imekwambia, ya bna adamu, ewe mwanadamu, ana khalqun jadid tambua leo mimi ni kiumbe mpya, wa ana ala amalika shahid, na mimi juu ya matendo yako utakaoyatenda leo yote mimi nitakuwa shahidi wako. Faktani minni, sasa nitumie vyema, usinipoteze. Hakikisha unatenda ayapendayo Allah na kuyaridhia, unashiriki kila hatua na nukta ambayo ya kumkwekesha na kumfurahisha mola wako leo kwani nikiondoka sitarudi tena mpaka siku ya Kiyama kuja kukutolea ushahidi kwa yote utakaoyatenda leo. Allah atupe taufiki ya kuweza kuyatenda ayapendayo na kuyaridia. Ndugu wa Islamu, wiki iliyopita tulizungumza nini maana ya Ramadhani na tumeifasiri Ramadhani kupitia matendo au matukio. Moja katika matukio tumesema Ramadhani ni Kurani, kwa maana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani

na tumeifasiri kwa maana ya tukio hilo kwamba Qurani imeteremka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo insha allahu taala, kwa kutengeneza historia mpya katika maisha yetu, tutazame baadhi ya nukta katika Qurani ambazo itakuwa na mafunzo makubwa kwetu. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala nukta hii iweze kuleta mafanikio makubwa ili tujengee uwezo katika kumudu kutekeleza majukumu yetu ya kiibada hapa duniani, na hiyo sababu ya kutengeneza maisha yetu bora ya kesho akhera, sisi pamoja na wazazi wetu. Ndugu Waislamu, katika Qur'ani takatifu ziko sura tatu, sura ambazo kimsingi wanachuoni kwa utafiti waliofanya wanatuambia hazina herufi ya kafu, ile kafu ndogo au kiafu

Tutazungumzia wal asr, sura hii Imam Shafii rahimahullah anasema, law ma anzal Allah min al-quran siwa hadhihi sura la kafat. Imam Shafii anasema, law Allah subhanah asingeteremsha katika Qurani isipokuwa sura hii tu, wal asr peke yake, la kafat, ingetosha kwa kila jambo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza sura hii kwa kiapo amesema wal asr. Na hapa ziko akwali za wanachuoni kufasiri neno wal asr, nini alichokikusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wako waliosema wal asr anakusudia swala yenyewe ya al asr, kutokana na utukufu wake na ile nauba inayopatikana

alichokikusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaapa kwa zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akizingatia ya kwamba wal asri au alasiri ni muda ambao unaendea jioni na usiku. Maana yake kwamba baada ya hapo hakuna tena namna nyingine ila kuingia usiku, na alipokusudia zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akiwa na maana la nabiyya, baada hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad. Ila yeyote atakayepata hasara kwa zama hizi, atakayefeli kwa zama hizi asitarajie chochote chengine, kwamba pengine kuna mtume atakuja baada ya Mtume Muhammad. Ukifeli hapo, ndio umefeli katika haya maisha. Lakini wengine wakasema wal asri, maana yake Mwenyezi Mungu ameapa kwa muda wote ambao utumia, na akizingatia kwamba katika muda yako mazingatio mazingatio ambayo tadulu dalalatan wadiha ala adhimi qudrati llah, muda ambao mwanadamu unaishi una mazingatio makubwa ya kuweza kufahamu ukubwa, uwezo na thamani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwako rasilimali muda ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu Idha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kulileta neno hili hapa, akiwa na maana tusithubutu wala tusikubali wala tusijaribu siku moja kuweza kupoteza rasilimali muda katika maisha yetu, kwa sababu sekunde moja ina thamani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kama utaitumia vema, lakini pia sekunde hiyo ukiitumia vibaya itakuwa ni hasara kubwa sana kwako. Kwa hivyo tutumie rasilimali muda kwa kutengeneza ubora wa maisha yetu hapa duniani, lakini iwe sababu ya kutengeneza maisha bora ya baadaye. wala asri inna linsana lafi khusri, hakika ya mwanadamu yuko katika hasara. Tukizungumza mwanadamu, maana yake ni mimi na wewe, lakini katika elimu ya kimaumbile mwanadamu Islam, mwanadamu ni tarkibatun funahiya. Wanachuoni wa elimu ya maumbile wanasema mwanadamu ni mkutano wa vitu viwili, arruhu waljasad, roho na mwili. Huyo ndio mwanadamu, ikikutana roho na mwili, huyo ndio anakuwa mwanadamu. Roho ni jauharu latifun la yaalamu kunahu illa Allah. Roho ni mwili mwepesi ambao hakuna anayeujua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wale makafiri wa Makka walipotaka kudhibitisha utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wakawatuma vijana wawili kutoka Makka kwenda Madina kwa ulama Yahudi, wanachuoni wa Kiyahudi waliosoma vitabu na, waka, na wakapewa misha sasa leo waka, amedhihiri kijana anaitwa Muhammad na anadai kwamba yeye ndio mtume wa mwisho. Sasa hebu nendeni mkawaulize wale wanachuoni wa Kiyahudi, je, huyu Muhammadi ndio huyo ambao wao walimsoma kwenye vitabu? Ndio muhammadi huyu? Wale vijana walipofika kule Yadhriba au Madina, wale ulama wa Myahudi waliwapa maswali matatu, kawami mkusanyieni watu katika uwanja mkubwa, kisha muulizeni hadharani maswali matatu. Akijibu mawili mmoja likimshinda, fahuwa nabiyun fattabi'uhu, huyo ni mtume kweli, mfuateni, mtaongoka. Katika hayo maswali matatu, akijibu maswali mawili mmoja likimshinda, ni mtume kweli, mfuateni. Lakini akijibu yote matatu, fahuwa kadhab, ni mwongo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliitwa mbele za watu. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Wale vijana wakati wanarudi kutoka Yathriba kuja Maka, wakawaambia wazee wao, kad jinakum bifaslin ma bainakum wa baina Muhammadin. Sasa ufumbuzi na suluhisho la kigonjwa kilichokuwa kinatuadhibu kwa muda mrefu kutaka kumjua huyu Muhammad ni mtume au si mtume. Sasa ugonjwa huo umepona, tumekujieni na utatuzi wa changamoto hii. Kwa hivyo Muhammad akaitwa mbele za watu, akaambiwa kwamba mkifika muulizeni saluhu an fitiyati dhahabu fi dahari lawal, muulizeni kuhusiana na vijana walio ukimbia mji wao kwa muda mrefu wakaenda wakajificha, au vijana habili zao zikoje? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha jawabu la swali hili, ameeleza mwisho kabisa. Mwenyezi Mungu akamwambia, nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaqi innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Swali la kwanza likawa limejibiwa kwa sura hiyo. Swali la

Muulizeni kuhusu roho ni nini. Jawabu likaja, wa yasalunaka ani ruh rruh kuli ruh min amri rabbi wama utitum min alilmi illa halila. Wanakuuliza Muhammad kuhusu roho, waambie roho anayeijua Mungu Mungu. Je, hamwezi kuijua? Na hili ndilo swali alilo aliyoshindwa kuli jibu kuhusu roho. Idan, roho ni jawharu, ni mwili mwepesi mwembamba, hakuna anayeijua isipokuwa Allah pekee, subhanahu wa taala. Lakini mwili ndio huo, kila mmoja ana wasifu wa mwili wake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuwekea viimarishi huo mwili kujengea uwezo ili kumudu kutekeleza majukumu yake ya ibada. Lakini wengine wanachuoni wakasema mwanadamu ni mkutano wa vitu vitatu: roho, mwili na akili. Ushawahi kusikia katika maisha yako kwamba kuna kitu kinaitwa akili? Na akili maana yake ni ni kitu kinachomfanya mtu ajiwe kitu kisha akitofautishe na chengine. Ukisha jua leo ni siku lakini ya Ijumaa sio Jumamosi wala Alhamisi, maana yake kilichokufanya utambue hilo ni akili. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bil akili mayazzal insana ala sayyidil hayawanat, amemtofautisha mwanadamu na viumbe wengine wote kupitia akili. Na akili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa utakachokitoa ili ilingane akili yako kwamba iwe tofauti na mwingine kwa sababu ya thamani uliyoitoa. lau kana alaqlu yushtara la taghala an-nas fi thamani, lau kama akili ingekuwa inanunuliwa watu tungeshindana kwenye ununuzi wa akili kama tunavyotofautiana katika maisha, na akili tungetofautiana hivyo hivyo. Kuna watu wangenunua akili za watoto wao za milioni tatu kutokana na uwezo wake mtu mtu angenunua akili za milioni, mtu angenunua akili za laki, lakini ingefikia mahala kuna mtu mwingine angenunua akili kwa ajili ya mtoto wake mpaka akili ya huku au ya mia tano. Sasa kama ingekuwa akili ni kitu ambacho kinachonunuliwa, thamani na ubora wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam isingeonekana leo kupitia akili watu wanamtofautisha Mtume Muhammad na watu wengine kupitia akili, lakini akili hizo hizo za wengine inafikia mahala mtu anamwona Mtume Muhammad yuko sawa na watu wengine. Sasa hiyo ndio imekuwa mauhiba. Si kwambii akili ingekuwa inanunuliwa kwa thamani hiyo, kwamba kuna mtu ana akili za milioni halafu kuna mtu ana akili za huku, mwambia mwambia vyoyote mwenye akili za milioni angemweleza vizuri mtume kuliko mwenye akili za buku. Kwa hivyo akili ni ala tul idraki wa tamyiz, na muda mwingine akili huwa inaumia. Akili ikienda tofauti na kile ambacho imejiaminisha ime yenyewe, basi mpaka mwili pia unaumia. Nikupe mfano, ikitokea mama yako mzazi anakutuma mwanangu, kuna maadumu ya sita nimesha kinga tayari, naomba nibebele niingizie ndani. Akili inakwenda kutafuta nguvu, sawa inakwenda kutengeneza kitu kwamba huku nipeleke nguvu za kubeba lita ishirini na huku lita ishirini na ukinyanyua zinanyanyuka kweli zote, zinakwenda kwa mara ya kwanza. Alafu akili inakwambia kwenye sita imebakia manne, rudi ukachukua, hivyo hivyo nguvu kamalizia yale mawili kwa kiwango kile kile cha ujazo wa maji, lakini na fikira za akili katika kupeleka nguvu kwenye mikono. Ikitokea dumu moja mama yako mzazi kasahau kulijaza, kaisi kwamba kalijaza kasahau, ukinyanyua yale maji, dumu lenye maji na lisilokuwa na maji hili lisilokuwa na maji litakuja litakuja kwa nguvu sana juu, halafu hata hili lenye maji utalishusha chini, halafu utasonya. Lakini tusonye kwa sababu gani? kipimo cha akili kimekataa namna ilivyokuwa, na kwa ili sababu tu ni mama yako, lakini kama mtu wa kawaida unamtukana, lakini kulikuwa kuna sababu ya kusonya wala kumwita wewe, mama mbona hujajaza hili? Lakini ni akili hadha tulidawaki wa tamyizi, lakini wanachuoni wengine wamesema wa vitu vinne: mwili, roho, akili na nafsi. Na hili shari kulisikia, kuna kitu katika mwili kinaitwa nafsi. Nafsi ni quwwatun shahawiyya, ni nguvu za matamanio. Nafsi ni quwwatun ghadabiyya, ni nguvu za hasira. Nafsi ni quwwatun kaslaniyya, ni nguvu za uvivu, allati la tahdha liiradati alaqli nguvu ambazo siku zote haziheshimu maamuzi ya akili. Nafsi kwenye upande wa hasira ikisimama, akili inakwambia kwa namna ulivyofanyiwa ubaya na personality yako kwenye jamii watu wanavyokuchukulia, usitukane akili inakwambia ukitukana utashusha hadhi yako na heshima yako, msamee aliyekukosea. Nafsi ikisimama katika upande wa hasira ikikwambia, atarudia na atazoea, mpe bonge la tusi. Na kweli ukitukana, heshima yako inashuka. Lakini nafsi katika upande wa matamanio, kitu sio chako, mwenzio kaangusha shilingi elfu kumi, akili inakwambia si umevaa kanzu unaonekana ni ustadhi wewe, kaangusha mwanzio elfu kumi mguse bega, mwambie hela yako hii umeangusha. Akili inakueleza hivyo kwamba bwana, hiyo hela sio yako, imejua kabisa hela siyo yako. Lakini nafsi upande wa matamanio itakwambia kumbuka, mfukoni una shilingi mia tano na hiyo elfu kumi ukiichukua itakuwa elfu kumi na mia tano si so, umevaa buti, ikanyage kwenye hatoyona, baadaye utaichukua. ufanye hilo sasa sasahwauk mungu akueleleze kama ndio kwenye daladala umesimama na kazi yako na kofia yako nzuri unaonekana ni ustadi kuna mtu kashuka siti ya nyuma uambie ustadi kakae pale alafu hapo chini ndio una mpango wako umekwisha utengeneza ndio unawaambia watu hapana tunachukua chukua mazoezi kidogo lakini kumbe ni utashi wa nafsi katika upande wa matamanio ndio imekutuma ufanye hilo Wanachuoni wote imefikia mahala wamekubaliana tu kwamba mwanadamu ni mkutano wa vitu viwili, roho na mwili. Inakuwa ilipokuaja roho na mwili ni hadithi na bakiyatu, katika hutuba yetu ya pili tut

wana kubwa mmoja alipata kusema ya khadim aljism kam tashqa li khidmati atatlubu rimha mimma fihi khusran aqbil ala ruhi wastakmil fadailaha fa anta bil ruhi la bil jasad insan. Ewe unayohudumia mwili, siku zote mara ngapi umetabika kwa ajili ya mwili wako? Sasa hebu ielekee, ielekee roho yako, hebu geuka, itumikie na roho yako kwa sababu insan ili uonekane kuwa ni wewe, ni kutokana na roho na sio mwili. Haijapata kutokea hata siku moja mtu anasifika na sifa ya ukarimu kupitia hajmu ya mwili wake, kwamba nenda kwa fulani atakusaidia kwa sababu ana mwili mzuri, bali nenda kwa fulani atakusaidia kwa sababu ana roho nzuri. Kwa hiyo wewe ni roho, wewe ni roho na siyo mwili na hicho ndicho ambacho mwanadamu kitakupa thamani yako katika jamii na kitakupandisha daraja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndio mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala subhana ta amemwapia kuwa yupo katika khasara, lakini wako wanadamu wenye wasifu huu Mwenyezi Mungu amewatoa katika hiyo khasara akasema, ila alladhina amanu waamilu salihat, ila wale walioamini na wakatenda matendo yaliyokuwa mazuri. Walioamini bila shaka ni mimi na wewe ambaye ambae Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaykum as siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Na sisi tukaitika wito huo, na hivi sasa tupo katika utekelezaji wa jukumu alilotupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi ni waumini, na tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe sifa hiyo ya wumini lakini atupe taufiki ya kuweza kuyatekeleza ayapendayo na kuyaridia. Kwa ufupi kwamba Qurani imekuja hii, wanaasri imekuja kutuelezea katika maisha yetu yote, na mtu akifanya akileta mazingatio katika sura hii, maanake itamtosheleza kwa kila jambo. Tumwone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala azidishe busara na hekima kwa viongozi wetu wa dini na serikali.